Wanasema hawa rafidha mashia kwamba hakuna jihadi katika uislamu mpaka atapokuja Almahdi. Rafidha wanadai kwamba hakuna jihadi katika uislamu mpaka atakapokuja almahdi almuntadhar, na alingane malaika kutoka mbinguni kwamba sasa ni jihadi. Mashia ah, mayahudi wao wanadai kwamba hakuna jihadi duniani mpaka atakapokuja al-masih almasihu dajjal. Masiha wanadai hivyo kwamba hakuna jihadi mpaka atakapokuja masih masihu dajjal. Kwa hiyo mashia wanafanana na mayahudi katika jambo hili, lakini pia mashia hawakubali almashu ala alkhufain Sheria ya kupaka maji juu ya kofu mbili au jaurabaini au soksi, mashia wanapinga ibada hiyo, wakati mtume saa salam amesema na amefanya jambo hilo la kupaka maji katika kofu mbili au soksi mbili, badala ya kupaku ya kuosha miguu. Sunna, kuna sunna hiyo ambayo imewekewa wakati. Kupaka maji miguu inakuwa ni baada ya kutawadha udhu kamili. Mtu anatawadha udhu kamili kuanzia mikono mpaka miguu anaiosha, baadaye hapo anaanza kuvaa viatu vyake hofu zake au soksi zake. Kwa mtu wa mjini ni masaa ishirini na nne, siku moja, mchana na usiku. Kwa msafiri ni siku tatu, usiku na mchana. Muda huo wa kupaka maji juu ya hofu mashia wanakataa, kadhalika mayahudi wanakataa jambo hilo Mayahudi pia wanakataa jambo hilo la lmashu wal khufain au ljaurabaini. Katika mambo ambayo arrafidha wanafanana na Mayahudi, rafidha wanamchukia Jibrili malaika wa Allah subhanahu wa taala, bali mtukufu wa malaika wote Jibrili. Rafidha hawa mashia wanasema Jibril amefanya khiana

Mashia wanamchukia Jibril, kwa hiyo wao ni makafiri moja kwa moja kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, hawa rafidha wa mashia pia wanafanana na nasara, manasara wa Kristo wanafanana na hawa. Kwa sababu gani? Mashia, mashia wanamwabudu Ali na kumwomba Ali

Kama hao Mashia wanavyomwabudu Husein, na Naswara nao wanamwabudu Al Masih Isa ibn Mariam. Wako wapi wale Waislamu wanaodai kwamba Mashia ni Waislamu? Nani huyo mwislamu? Gani huyo mwislamu? Gani anayesema shia, Mashia ni Waislamu, yeye ajue ni katika wao. Ni hatari, muislamu ni hatari mwislamu kutamka neno hilo, wakati wewe huna elimu yoyote, huna hoja yoyote una hoja gani ya kuwatetea mashia hawa rafidha sababatu sahaba wanaowatukana masahaba na kuwalani masahaba na kwenda kinyume cha Uislamu moja kwa moja? Vipi mwislamu wewe utawatetea hawa? La shaka kwamba anta minhum, anta minhum, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. We unawatetea kwa ajili gani? kwa sababu gani? una hoja gani? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aulinde Uislamu wetu.